Hebu nikuulize swali moja la kutisha kidogo. Je, una mpango wa kifedha kwa mambo ambayo hujawahi kuyapanga? Watu wengi hupanga kwa mambo wanayoyaona, lakini historia inaonyesha kitu kimoja. Mambo makubwa zaidi hutokea bila onyo. Ukiamini kwamba kesho itakuwa kama leo, basi uko hatarini kuliko unavyodhani. Karibu kwenye mwendelezo wa kitabu cha The Psychology of Money cha Morgan Housel. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu sura ya kumi na mbili Surprise! Mambo makubwa hutokea bila kutarajiwa. Katika sura ya kumi na mbili Morgan Housel anatukumbusha ukweli ambao mara nyingi tunaupuuza. Historia ya fedha, biashara na maisha kwa ujumla imeundwa zaidi na matukio ya kushangaza kuliko mipango tuliyokuwa nayo. Sio kila kitu hutokea kwa sababu tulikipanga. Mara nyingi mambo makubwa yanayotubadilisha kifedha hutokea bila onyo, bila utabiri sahihi, na mara nyingi bila mtu yoyote kuyaona yakija. Housel anaeleza kwamba wanadamu tuna tabia ya kutazama nyuma na kufikiri kuwa mambo yalikuwa wazi tangu mwanzo. Tunapojua kilichotokea, akili zetu hutengeneza simulizi zinazoonekana kama zilikuwa za lazima lakini ukweli ni kwamba kabla ya tukio kutokea, kulikuwa na njia nyingi sana ambazo mambo yangeweza kwenda. Tunaposema ilikuwa wazi, mara nyingi tunajidanganya. Tunachokiona ni matokeo, sio uwezekano wote uliokuwepo kabla. Katika masoko ya fedha, hii inaonekana wazi sana. Mtu anaweza kuangalia kampuni kubwa leo kama Apple Google au Amazon na kusema ilikuwa dhahiri wangekuwa wakubwa. Lakini kwa wakati walipoanza kulikuwa na mamia au maelfu ya kampuni nyingine zilizokuwa na mawazo mazuri lakini zikafa. Tunawakumbuka walioshinda lakini tunawasahau waliopotea. Hii inatufanya tufikiri mafanikio yalikuwa ya hakika wakati kwa kweli yalikuwa mchanganyiko wa juhudi, bahati, mazingira na matukio yasiyotabirika. Housel anasisitiza kwamba mshangao ndiyo dereva mkubwa wa mabadiliko ya kifedha: vita, magonjwa, mabadiliko ya teknolojia, migogoro ya kiuchumi, sera mpya za serikali au hata uvumbuzi mdogo unaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa uchumi na maisha ya watu. Kabla ya COVID-19, watu wachache sana duniani walitabiri kwamba uchumi wa dunia ungefungwa kwa kiwango kile lakini baada ya kutokea, kila mtu alianza kueleza kwa nini ilikuwa lazima itokee. Huo ni mfano halisi wa jinsi tunavyounda simulizi baada ya tukio, si kabla. Katika sura hii Housel anatuonya dhidi ya kuamini sana utabiri wa kifedha. Wataalamu wengi hutumia muda mwingi kujaribu kueleza mustakabali wa masoko, lakini historia inaonyesha kwamba matukio yanayobadilisha mchezo mara nyingi hayapo kwenye utabiri wa kawaida. Hii haimaanishi kuwa kupanga ni bure, bali ina maana kwamba lazima tukubali kuwa hatujui mengi kuhusu yajayo kuliko tunavyodhani. Hii inampelekea Housel kuzungumzia umuhimu wa unyenyekevu wa kifedha. Unyenyekevu hapa si kuhusu kujidarau, bali ni kukubali mipaka ya uelewa wetu. Mpango mzuri wa kifedha si ule unaodhani utabiri wote ni sahihi, bali ule unaotambua kuwa makosa na mshangao ni sehemu ya mchezo. Ndiyo maana akiba ya dharura, kuwa na mchanganyiko wa uwekezaji na kujiweka kwenye hatari moja kubwa ni muhimu sana, sio kwa sababu tunajua nini kitatokea, bali kwa sababu hatujui. Housel pia anazungumzia jinsi simulizi rahisi zinavyotutawala. Tunapenda hadithi zilizo wazi hii ilitokea kwa sababu ya hili, lakini uhalisia ni mgumu zaidi. Mafanikio makubwa ya kifedha mara nyingi hutokana na mfululizo wa mambo madogo, baadhi yaliyopangwa na mingine ya bahati tu. Mtu anaweza kufanya maamuzi mazuri kwa miaka mingi bila mafanikio makubwa, halafu tukio moja lisilotarajiwa likabadilisha maisha yake kabisa. Vivyo hivyo, mtu anaweza kufanya makosa mengi, lakini akalindwa na mazingira au bahati kwa muda mrefu. Katika maisha ya kawaida ya mtu wa kawaida, hili linaonekana pia. Mtu anaweza kuwa na kazi imara, akipanga maisha yake vizuri, halafu kampuni ikafungwa ghafla. Mingine anaweza kuanza biashara ndogo bila matarajio makubwa, halafu mabadiliko ya masoko au teknolojia yakamfanya biashara hiyo ikue zaidi yalivyowahi kufikiria. Haya yote yanaonyesha kwamba maisha ya kifedha si mstari ulionyooka, ni mlolongo wa mshangao. Ujumbe mkubwa wa sura hii ni kwamba tunapaswa kujenga mifumo inayoweza kustahimili mshangao badala ya kujenga mipango inayotegemea utabiri sahihi. Badala ya kusema najua soko litafanya hivi, ni bora kusema sijui soko litafanya nini. Kwa hiyo nitaweka maisha yangu ya kifedha katika hali ambayo inaweza kuhimili mambo mengi tofauti. Hii ni pamoja na kuishi chini ya uwezo wako, kuwa na akiba, epuka madeni hatarishi na kutochukua hatari zinazoweza kukuangusha kabisa kama mambo yakienda vibaya. Housel anatuonyesha kwamba watu wengi wanaanguka kifedha sio kwa sababu walifanya makosa moja kubwa la wazi bali kwa sababu walijiaminisha kwamba walijua kitakachotokea. Walipojenga maisha yao juu ya utabiri mmoja, mshangao ulipokuja haukuwaacha na nafasi ya kupumua. Lakini wale waliokubali kuto kujua na wakaacha nafasi ya makosa, mara nyingi waliweza kusimama tena. Mwisho wa sura ya kumi na mbili, unatufundisha mtazamo muhimu sana. Usijenge maisha yako ya kifedha juu ya dhana kwamba dunia itakuwa tulivu na ya kutabirika. Jenga juu ya dhana kwamba mshangao utakuja na unahitaji kuwa tayari kisaikolojia na kifedha. Hii si hofu bali ni hekima, ni kukubali ukweli wa maisha. Kwa kifupi lakini kwa uzito mkubwa, sura ya kumi na mbili inasema, historia haifuati mstari. Mafanikio, migogoro na mabadiliko hutokea kwa njia ambazo hatuzitarajii. Mpango mzuri wa kifedha si ule unaotegemea kujua yajayo, bali ule unaokupa uwezo wa kuishi vizuri hata pale mambo yasipotokea kama ulivyopanga. Kama unataka kujenga maisha ya kifedha yanayoweza kusimama hata mshangao unapokuja, basi hapa ndipo mahali pako. Kwa sababu hapa hatukufundishi kutabiri kesho. Tunakufundisha kujiandaa kwa kesho. Hatukufundishi ujanja, tunakufundisha uimara. Bonyeza subscribe sasa hivi, jiunge na watu wanaoelewa kwamba bahati na mshangao ni sehemu ya maisha, lakini kuanguka kabisa si lazima iwe sehemu ya maisha. Jenga maisha ya kifedha yanayoweza kuhimili mshangao, kwa sababu kesho haitakuuliza kama uko tayari.